Nipe dakika zako kumi na tatu tu nami nitakufundisha biashara ya kuingiza milioni moja ndani ya siku thelathini na tisa tu. Pengine una ujuzi, una maarifa, una kipaji lakini mfukoni huna kitu. Kama huyu ni wewe, nipe dakika zako kumi na tatu tu nami nitakufundisha biashara ya kuingiza mpaka milioni moja na zaidi kwa mwezi ndani ya dakika hizi chache. Kama wewe ni mojawapo, basi hakikisha unachukua kalamu na notebook, ili tuanze kuichambua hii biashara yako utakayoianza leo na baada ya siku thelathini na tisa uwe umeanza kujaza mfuko. Sasa kama unadhani ni masihara, basi hiyo ni shauri yako. Pengine ndio maana ni ngumu kuingiza kipato kwa sababu ya imani yako na mindset yako kwa sababu watu ambao huwa wako crazy enough kufikiria wanaweza kufanya mambo mazito duniani ndio watu ambao huwa wanaenda kutenda hayo maajabu. Na Steve Jobs aliwahi kutuambia hili, na mambo mazito ambayo watu wanayafanya duniani ni yale ambayo huwa wanakamia, hata kama hawadhani inawezekana. Ndio maana kwenye video hii niko sure 100% tutaenda kuingiza milioni moja ya kwako ya kwanza ndani ya siku thelathini na tisa. Zijazo. Nafahamu kwamba una mawazo mengi sana ya biashara. Kila siku huwa una ideas nyingi sana ambazo unakuja nazo zina pop up kichwani, kuna sehemu unaziandika afu zinapotea, kuna sehemu unaziandika unapotea. Lakini ukweli ni kwamba ideas peke yake hazina maana yoyote, kama hauna mpango na mkakati wa kuweza kuzileta kwenye maisha ya kila siku, ama kwa lugha rahisi tunaweza kusema kama huna huna mbinu huna mkakati wa kuweza kutekeleza idea na kuileta kwenye maisha, hiyo kitu ni ndoto za mchana tu, kwa sababu hizo idea kila mtu anazo kichwani. Kila mtu unayemwona anayepita hapo nje ana maidea ya kutisha kichwani, lakini as long as haziishi, tuna assume bado si kitu, si lolote. Sasa kwenye video hii tutaenda kuchambua ideas zako ambazo uko nazo na tutapita kwenye mchakato wa moja kwa moja wa namna ya kuanzisha paka kufikia kuanza kuingiza kipato ndio maana anasema ni lazima uwe na kalamu na karatasi ama kalamu na notebook. sasa isiwe case kama uko tayari sasa, tasimamisha hii video kidogo ili uweze kuchukua kalamu na karatasi kwa hiyo tunakusubiri sekunde tatu, tano uchukue alafu tuendelee unaweza kupozi video afu tukaendelea sasa bila shaka uko tayari na tunaweza kuendelea duniani kuna watu wa aina mbili kuna wazalishaji na walaji sasa walaji ni wale ambao wamegeuka kuwa watumwa maisha yao yote, kununua bidhaa za watu, kununua huduma za watu, kula content wao. Kazi yao ni kutafuta hela sehemu kwenda kununua, kutafuta sehemu kwenda kununua. Wewe hapa tuna kutransform kuwa mzalishaji, utengeneze kitu kwa jina lako, utengeneze kitu, bidhaa huduma, na ukauze kwa jina lako, kama vya kwako, na hilo ndio lengo la video hii. Na bila kupoteza muda Tuanze kuchambua biashara yetu. Sasa kama uwezi kutazama video hii mpaka mwisho, wewe utakuwa ni miongoni mwa watu ambao mambo yao ni mazito sana, kwa sababu hapo unatakiwa kuweka full screen, kalamu yako mkononi, notebook, tuweze kufika mwisho wa video hii. Bila kupoteza muda, chap chap, hatua ya kwanza, anza kwa kuandika mawazo yako. Tuandike mawazo moja mpaka ishirini. Andika ideas zako zote ambazo umewahi kuziwaza kama ziko kwenye notebook uzichukue ziweke kwenye karatasi. Usiseme utafanya baadaye. Hii tunaifanya hapa hapa. Najua umeshaji promise muda mrefu tangu mwaka unaanza, mwaka jana umeshaji promise sana. Andika ideas zako zote moja, ya pili, ya tatu, ya nne andika mpaka ishirini. Kwa hiyo unachoweza kufanya, unaweza kuweka pause video hii ambapo unaandika hizo ideas. Baada ya kuwa umeandika hizo ideas zako, basi ndio tunaenda hatua inayofuata. Maana kwa sasa hivi hakikisha umeandika ideas zote ambazo umekuwa nazo kichwani. Hiyo ni hatua yetu ya kwanza. Hatua inayofuata tunatakiwa tuanze kuzikata, kuzikata hizo, tuzikata idea. Idea, mpaka tutakapobakiza ideas tatu tu peke yake. Kwa hiyo hakikisha umezikata, umezikata ideas zote, kata idea zote, kata ideas zote zote na tubakize ideas tatu peke yake, manake tatu bora. Hiyo ni hatua ya pili ideas tatu ambazo umebakiza sasa, hakikisha unachagua idea moja sasa. Usianze kutumia akili nyingi, usianze kupoteza muda mwingi. Hizi idea umekuwa nazo nyingi, miaka nenda rudi, umekuwa nazo tangu mwaka ulivyoanza, kila siku unakuwa nazo, unaziandika mpya. Sasa usipoteze muda, kata mbili ubakize moja ya kuanzia leo, ili tuanze ku execute chap chap, na baada ya muda tuanze kuona kipato kinakuja kwa kuanza idea hiyo. Hakikisha sasa hivi unakuwa na hiyo idea ambayo umechagua kutoka kwenye hizo idea tatu ambazo uko nazo. Sasa utakavyokuwa umechagua hii idea moja, inaweza kuwa ni biashara, inaweza kuwa ni ujuzi, inaweza kuwa ni ufundi, chochote kile utakachokuwa umeamua kukifanya, muhimu ni kwamba uwe na kitu kimoja cha kufanya. Hakikisha unakuwa na kitu kimoja na usianze kujiuliza mara nyingi nyingi. Maana yake moja ya shida kubwa ya watu kustruggle kwenye maisha ni kuwa na doubt kubwa sana kwenye imani ya vitu ambavyo unavifanya. Kuwa na doubt kubwa sana kwenye uwezo wako. Na watu wanafanikiwa ni watu ambao huwa wanaamini sana kwenye mawazo na vile wanafanya. Maana yake ni kwamba amini kwenye idea moja uliochagua na forget about the rest. Tutazikumbuka baadaye, muhimu tu execute kwenye hii moja kwa sasa hivi. Haya, baada ya kuwa tuna idea yetu hiyo moja, hatua ya nne sasa tuangalie tunahitaji rasilimali zipi ili tuweze kufanikisha. Kwa hiyo angalia, je tunahitaji mtaji gani Je, tuangalie tunahitaji ujuzi gani? Tuangalie tunahitaji watu wapi ama tunahitaji bidhaa zipi ili kuweza kuanza kufanya kitu ambacho tunachohitaji kufanya. Maanake angalia kila kitu unachokihitaji na ukiandike. Unahitaji vitu gani? Unahitaji msaada wa mtu gani? Ujuzi ama mtu kukusaidia, chochote kile. Unahitaji capital, mtaji. Unahitaji mtaji kiasi gani kwa ajili ya fanya kufanya kitu? unahitaji bidhaa labda unataka bidhaa za aina gani, chochote kile, materials zote zile sijui ni kamera, unataka kufanya content creation, unataka kufanya copyright, chochote kile, andika mahitaji yote, ama unahitaji kujifunza ujuzi fulani kwa ajili ya kufanya kitu, andika mahitaji yako yote unayohitaji kwa ajili ya kutekeleza hilo jambo. Na baada ya kuwa umeandika, tuanze na vile ambavyo havi ni no brainer, ambavyo hazihitaji investment ya pesa wala hazichukui muda mrefu kuweza kuvifanya, kwa hiyo tuanze mara moja kubainisha vile ambavyo viko ndani ya uwezo, ndivyo tuanze kuvitumia. Vile ambavyo viko nje ya uwezo, achana navyo, kwa sababu tunachohitaji kufanya hapa ni kuanza utekelezaji mara moja. Sijui kama umenielewa vizuri. Maana yake usianze kuletea sababu za oh, biashara yangu nataka mtaji mkubwa. Na nani amekwambia biashara lazima iwe na, na mtaji mkubwa? Oh sijui mimi natakiwa nifanye kitu gani? Hivyo vitu vyote nimekataa, nimesema anza na kile kinachowezekana. Kama ni biashara angalia namna ya kwenda kuzungumza na mtu ambaye anaweza kuja kuweka mtaji wowote ule. Angalia namna ya kwenda kuzungumza na mtu mwenye bidhaa ambaye anaweza kuleta hapo. kama ni ujuzi, angalia namna ya kuanza kujifunza kwa tools ambazo ni za bure kama YouTube na vitu kama hivyo. Hakikisha tunaanza bila kisingizio. Hiyo ndio point ya msingi. Lazima uanze leo kutekeleza idea yako bila visingizio vyovyote vile. Kuna point ambayo muhimu kaielewa vizuri. Hii ni hatua yetu ya tano, kwamba chochote usichokuwa nacho katika utekelezaji wa idea yako kutoka kwenye vitu ambavyo umeviandika, maana yake watu wengine wako navyo. Anaweza kawa ni ndugu, anaweza kawa ni rafiki, anaweza kawa ni mentor, anaweza kawa ni mtu ambaye hamjawahi kuonana. Una DMs kwenye mitandao yako, ambazo zinatakiwa uzitumie vizuri kwa ajili ya kuweza kuwafikia watu ambao unatamani wawe sehemu ya ndoto yako ni lazima ujifunze kuapproach watu kimkakati, ambao watakusaidia kukuvusha. Usije ukakwama kufanya kitu kwa sababu ya kudhani hicho kitu hauna, na wakati kama ni mtaji, kuna watu wanayo mitaji imekaa. Kama ni ujuzi, kuna watu wana huo ujuzi, wangeweza kukusaidia. Chochote kile ambacho unahisi hauko nacho, watu wengine wako nacho. Ndio maana kile kitabu chetu pendwa kinatukumbusha cha Mathayo saba saba kumi na mbili Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bishai mlango nanyi mtafunguliwa. Maana yake chochote ambacho hauko nacho mikononi kwa sasa unaweza kuomba kwa watu na wakakusaidia kukuvusha kwenye hatua unayoifata. Maana yake hakuna kisingizio kwenye mindset yako na imani yako. Toa kabisa hiyo koki ya kukwambia kuna vitu ambavyo hauna, amini kwamba kila kitu uko nacho, and we are going to do this. Hatua ya sita, andika sasa hatua saba tu ambazo unazihitaji kwa ajili ya kuanza kutekeleza hiyo idea. Kwa hiyo kama ni kujifunza ujuzi aa, kama ni, ku, ni kumpigia mshikaji fulani kwa ajili ya kwenda kufanya consultation na kusaidia mwongozo chochote kile. Tuchukulie mfano labda umeamua kuwa mtaalamu wa kilimo, kwa hiyo mara yake utaanza kujifunza baadhi ya kozi utaandika hiyo kwa ajili ya kujifunza kozi, uh, kununua vitabu, labda kumtafuta malembo fama kufanyia consultation. Andika hatua zote ambazo unahitaji kuzifanya kwenye hatua za mwanzo, hatua saba za kutekeleza idea yako, na kwenda mwisho. Andika vyote, labda kutafuta project za watu, labda kuvolunteer sehemu kwa ajili ya kujifunza, labda kutafuta watu kwa ajili ya kuwasaidia kwenye biashara zao, kuwasaidia kwenye mashamba yao, kuwasaidia kwenye ufugaji wao. Andika hatua zote saba ambazo unaona ni za muhimu za mwanzo kutekeleza idea yako. Kama ni kujifunza ujuzi, eleza ujuzi wako utaenda kujifunza kwa kina nani? Utaenda kujifunza kwenye mitandao gani? Utaanzaje kutekeleza? Maana yake ukijifunza bila kutekeleza unapoteza muda. Kama kwenye hatua zako kutakuwa kuna kujifunza, basi andika pia na, na, na, na, na, na hatua ya kutekeleza moja kwa moja, na kwenye utekeleza, maana yake ni kutumia unachojifunza kuleta suluhu kwenye maisha ya watu manake, solving people's problems. Andika vitu vyote hivi, hatua saba tu ambazo unazihitaji. Chochote kile kama kinahusisha kujifunza, nimesema kuwe kuna kujifunza, kuwe kuna kurudia rudia tulichojifunza, lakini muhimu uwe na hatua ya kutekeleza kwa kuwasaidia watu kutatua changamoto. Hizi ni hatua za muhimu sana ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuleta hii idea yako kwenye uhai na kuweza kutimiza ndoto yako. Hakikisha unachukua hatua saba, hatua ya kwanza mpaka ya saba, na tuanze kutekeleza bila kupoteza muda. Sasa tutatekeleza hatua hizi saba ndani ya siku sitini zijazo, kuanzia dakika hii, kuanzia sekunde hii. Kama hutaweza kujikwamua na kuanza kufanya kitu hicho, na tumetumia muda wote huu kuweza kujifunza hii idea yako ambayo ulikuwa nayo muda mrefu, kuileta kwenye maisha utakuwa umejikosea sana, kwa sababu tulichokifanya, tumeitoa idea yako kichwani, tumeiweka kwenye karatasi tayari, tumeshaipa uhai. Manake sasa tuiongezee maisha kwa wewe kuanza kuifanya. Kwa hiyo hakikisha kwenye comments umeniandikia unaenda kufanya kitu gani sasa hivi ambacho tuendelee kukifuatilia kwa siku sitini, tuone utakuwa umefikia wapi. Hakikisha umeandika, na hiki ndicho tutakifanya kwa siku sitini zijazo. Na kama ungependa kujifunza zaidi namna ya kujenga biashara ya utaalamu na kuweza kufanya hiki kitu kwa kiwango kikubwa, kwenye description nimekuwekea linki ambayo itakusaidia wewe kuweza kujifunza kwa kina na kuweza kuelewa namna bora ya kuweza kuzalisha thamani, kuiuza kwenye maisha ya watu na kuweza kutengeneza maisha unayo kwa hiyo kama hutaishi idea yako kuanzia leo na huu msingi tumeupitisha tume hapa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utakuwa umejikosea sana, na utakuwa unajipa kibali cha kuwa maskini maisha yako yote. Use this framework kuweza kutransform idea yako na kuiweka kwenye maisha. I guarantee you, baada ya siku thelathini na tisa utakuwa umeanza kuingiza pesa online.